hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi inasema kauli ya wewe ni mwanaume e, jikaze gumzo. Lakini tujifunge mkanda, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi inasema tufunge mkanda. Lakini Samia awapa zigo la vurugo za Oktoba 29, wadau wanena. Lakini MC Pilipili ameuawa kwa kipigo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. E, kupata nakala yako kwa habari kwa kinam lakini ukiachana na gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii linaanza na habari inaosema mtahiniwa kidato cha nne auawa kwa madai kaiba sim. E, mtahiniwa kidato cha nne auawa kwa madai kaiba sim. Lakini siku ya wanaume wengi wanajiua kwa madhila ya ndoa zao. E, Yuni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo, lakini habari kubwa ni Samia, hatuna fedha toka nje huyo ni Samia asema hatuna fedha toka nje, awaambia mawadhiri jukumu e, lao ni zito, wafunge mkanda kufanikisha miradi. Na ni athari za vurugu za Oktoba 29 au na tume ya maridhiano. Lakini mwendokasi kurejeshwa mbagala kwa muda maalum. Huyo ni e, mkuu e, wa mkoa wa Dar es Salaam Chalamila asema mwendokasi kurejeshwa mbagala kwa muda maalum. Lakini rais mstaafu wa Malawi ateuliwa kupatanisha Uh, upatanishi wa Tanzania. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukichana gazeti la Nipashe tuangazie gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika matumizi ya nesti ya ukoa bilioni 13.3. Matumizi ya nesti ya ukoa bilioni 13.3 lakini serikali ya kasi, iyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo, inasema serikali ya kasi Dr. Samia aagiza mawaziri kwenda na mbio eh, kutafuta fedha za ndani kutekeleza miradi, lakini ataka utu, aonya watakaopandisha mabega, lakini akataa mchakato, ataka matokeo kwa wananchi. Lakini ukurasa wa tatu kwenye gazeti la habari leo eh, Chalamila aagiza mabasi mwendokasi kuanza huduma kesho, lakini wajumbe wapewa mbinu eh, kuepuka matapeli mitandaoni. Bashungwa, Bashe watoa neno hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za mbele, lakini bado kuna habari inayosema rais Samia aunda tume huru kuchunguza vurugu za uchaguzi kuongozwa na jaji Chande na wajumbe saba. Habari inaendelea ukurasa wa saba kwenye gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti lako la uhuru lenye asubuhi ya leo lina habari inayosema bosi TIRA ataka wanahabari kuandika habari kuhusu bima lakini mwendo kasi Mbagala kuanza ruti kesho, na baada ya kuapisha Rais Samia awafunda mawaziri na manaibu waziri, lakini uteuzi waibua e, wachambuzi wa siasa na wasomi nchini. Yuna habari kwenye gazeti lako la uhuru. E, pata nakala yako kwa habari kwa kina, na tuangaze gazeti lako la majira lenye linaandika habari inayosema tukio la mapacha wa Pemba na athari kwa jamii. Hiyo ni habari ukurasa wa kumi. Habari e, inaendelea kwa kina lakini dedi akiwa na ujenzi wa barabara kutokidhi viwango e, gazeti la kula manjira inaandika dedi, e, akiwa na ujenzi wa barabara kutokidhi viwango. Lakini dmi yanufaika e, na miradi wa uchumi wa bluu. E, ni dmi yanufaika na mradi wa uchumi wa bluu. Lakini kuna bari inaosema rais Dr Samia wakabidhi wa jukumu mawaziri wapya awaambia haoni shida kufanya mabadiliko, aonya waziri sio cheo cha kujitapa, awaelekeza anayoyataka wayafanye. Lakini tanzania yapiga hatua kuimarisha muunganiko wa uwekezaji na tume ya kuchunguza matukio Oktoba 29 yatajwa, huku tira ya wanoa wanahabari kuhusiana na masuala ya bima. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam lakini gazeti lako la Jamvi la Habari na habari inayosema kazi imeanza, rais Dr. Samia wasukuma mawaziri kuingia kazini kwa mwendo wa turbo, lakini tume ya kuchunguza vurugu ya undwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Jamvi la Habari ukurasa wa mbele, huku gazeti lako la Uelekeo lenye linatuhabarisha kusema naibu waziri kumi e, na tano warejeshwa 15 na 11 waachwa, lakini rais aunda tume kutuchunguza matukio vunjifu wa amani. Na Rais Samia nitapitisha panga, mawaziri mizigo, atoa neno kwa walioachwa kwenye uteuzi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele, huku gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye habari inayosema eh, Jaji Chande kuongoza tume uchunguzi ya uchunguzi vurugu Oktoba 29, lakini NMB yatambua wanafunzi ubora wa kuimarisha ushirikiano na chuo kikuu cha Dar es Salaam. NMB yawatambua eh, wanafunzi ubora na kuimarisha eh, ushirikiano chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge imeandika ni onyo kali, eh, onyo kali kutoka wapi ni kwa Dr. Samia, Rais Samia asema hatashindwa eh, kuyatumbua mawaziri wasiowajibika kwa wananchi, awataka wenye uzito wawili kupunguza, asema atawafuatilia mawaziri na manaibu wao kila kona katika kutimiza majukumu yao kwa taifa ya wa gazeti taifabaurasawatatuwagazti la, lakini atangaza uamuzi mgumu, miradi ya maendeleo sasa kutekelezwa kwa fedha za ndani badala ya kusubiri. Hiyo ni habari, inapatikana kwenye gazeti la wamachinga kwenye kurasa wa mbele, pata yako kwa habari habari, kwa gazeti, gazeti bora kabisa linaandikaais rais ataka kasi, baraza jipya lamawazirasi baraza jipya la mawaziri awaambia wamekabidhiwa majukumu kuwatumikia Watanzania, ataka aone mat mat matokeo zaidi, si maneno. Abainisha utu na uwajibikaji vinapaswa kuanza kwao wenyewe kabla ya kuwafikia wananchi wanaohudumiwa. Lakini Mbarawa Kienzile wa washukuru watumishi uchukuzi, uchukuzi Dodoma au ni Mbarawa na Kienzile wawashukuru washukuru watumishi uchukuzi Dodoma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania. E, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani na gazeti laku la Mwanahabari, tunaanza nalo lenye linaandika, kocha Maxime atajwa kutua KMC. Huyo ni kocha Maxime atajwa kutua KMC. Lakini Yanga yatua Zanzibar kusubiri Farabati. E, Yanga yatua Zanzibar kusubiri Farabati. Lakini Singida Black Stars yapaa kuwafuata Waarabu na Simba kuiteka da leo kuwasaka Petro Atletico. Luvanga ataka ufungaji bora Saudi Arabia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwanahabari kwenye kurasa wa michezo. Gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye michezo linaandika ndimbo alashavu kafu Simba na Petro Atletico. Lakini Yanga yatua Zanzibar kuwavaa Farabati na Azam kuifuata Maniema RC Congo leo huku Kaseja anazidi kung'aa championship, Simba kuzindua hamasa leo kuwasaka Petro Atletico. Ni habari kwenye gazeti lako la Machinga ukurasa wa michezo. Ugazeti lako la Uelekeo linaandika Yanga yaitangazia vita Farabati, lakini Simba Petro Atletico hawataki salama kwa Mkapa. Au ni Simba wasema Petro watoki salama kwa Mkapa. Huku Azam yakanusha kupokea ofa ya Faisal ni baada ya Uh, kuonekana katika mitandao ya kijamii uh, sal, Salum Fei Toto, uh, kutakiwa na timu moja kutokea huko Warabuni. Sasa Azam ya kanusha kupokea ofa hiyo. Hiyo ndio habari inapatikana kwenye gazeti la kula kuelekeo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huko gazeti la kula taifa Tanzania inaandika Simba yahoji ratiba dhidi ya TRA. Lakini Yanga yaahidi kuinyoosha farabati Jumamosi, jezi mpya kuzinduliwa kesho. Lakini Simba yatangaza viingilio, yathibitisha mchezo ni Jumapili kwa Mkapa. Lakini zaka za kazi Fitoto kagoma kutoka kwenye midomo ya waandishi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la taifa Tanzania. Lakini jamvi la habari inaandika Al Ahli Tripoli ya rudi na mzigo wa Fitoto. Lakini Simba na Petro Luanda Novemba 23 Kamara auti. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la jamvi la habari. Lakini jeshi la polisi yasema MC Pilipili alikufa kwa kipigo. Hilo ni gazeti lako la jamvi la habari kwenye kurasa za michezo na burudani. Ea, sasa ni kumuhusu MC Pilipili. Jeshi la polisi lilitoa taarifa kwamba alikufa kwa kipigo. Lakini gazeti lako la majira linaandika Yanga yatua Zanzibar kwa kishindo, yaitahadharisha Farabati, yasema ni mechi ya kihistoria. Lakini Gabondi, malengo yangu kwa Stars yametimia. Azamu FC kuifuata SC Manyema leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la majira ukurasa wa michezo huku gazeti lako la Uhuru linaandika kwenye michezo Yanga yaipigia hesabu eh, kali Robert, lakini pantevu ashusha presha Simba, msi pilipili kuzikwa kesho, na bado kuna habari inasema Ibenge kuamua hatima ya wachezaji wa Azam, Gamondi aridhishwa na kiwango cha Stars. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru, lakini huko kimataifa ni seko nje mwezi mzima. Hilo ni gazeti la Uhuru kurasa wa michezo huku gazeti lako la habari leo lenyewe kwenye michezo linaandika futsal Tanzania kuelekea Ufilipino, wachezaji e, wa futsal e, Tanzania kuelekea Ufilipino. Yanga yaahidi burudani amani, klabu Tanzania zatabiriwa tabiriwa taji Afrika, lakini mayele aingia tatu bora tuzo za kafu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti lako e, la mwanaspoti kwenye michezo linaandika Pantevu anza na watatu. Uh, huyu ni meneja wa Simba. Pantevu anza na watatu, kuna nini huko Msimbazi? Basi gazeti lako la mwanaspoti linakuletea habari kwa kina. Lakini mreno ataja mambo mawili, mpango wa ushindi Yanga waanikwa. Lakini mayele hakimi wao tu na kwa Azam waamua wenyewe. Au ni kwa Faisali Azam waamua wenyewe, hilo ni gazeti lako la mwanaspoti ukurasa wa michezo. Pate nakale yako kwa habari kwa kina lakini ku chana gazeti la Mwanaspoti tuangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye kune michezo linaandika Ibenge azitaka tatu za AC Maniema e, ni katika kombe la shirikisho Afrika, wakati Azamu wakivaa timu hiyo ambayo anaifahamu nje ndani. Yanga, acheni rabati sasa waje. hilo ni gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo. Lakini huko kimataifa, Benzema amchambua Mbappe Madridi.